Lakini ino kriteria ambayo inahumika kwenye county government ya Kilifi county ni hiyo ambayo si za mimi na miaka 12 siandikwa siandikwa kazi permanent, nikibarua wakati wosi vivi. Na reform pamaka mara ta imarika vivi, inaamba ukipewa form loan ni mpaka uende, kama ni mwajiriwa kwako akusainireye. Kwa hivyo visa kala tasebe sasa kwangu nyumbani ni mbai zindamanywa, hata ni ofisi ahenza kunisainira ama sinisainire

kuna dema huko kwamba gavana we hunde munyi kumbe areho mario mama ofisini ndio maana hunyanyasa sisi. Ojo si haa mbere ze kwenu kula mu gavana ama kula mu to fulani, ni taratibu, ni taratibu za uhendi wa kazi. Ikikala waziri anakwambia mimi na rifa elifu, elifuga na mwenga na ojo mnda manyanya ni vibarua na huzaku yawe heri msaidizi wakwehu maneno, mkutano si wa kwanza wa Herod Jombirwa, si wa kwanza na si wahiri fudzakala na kingi uzahusaidia sana John. E, unahui funa kuheshimu hata John uza manya are, kwa sababu kikiro cha kwa siswi si cha kwanza kimanya, lakini kwa mbele vivi sheria za Public Service Board, from counties to national level Mwajiriwa ajiriwaye kazi ama kazi wa serikali yes, yes, yes. mm-hmm. ni siku nyinga hii ama ambayo inahumika kwenye county ya ambayo si uzakala. Mimi na miaka 12 na siandikwa kazi permanent, ni kibarua wakati wosi.

za kutala unambola haona shilingi elfu mwenga na magana mane elfu mwenga na magana mane mwasukuni tamu nyingahi au miezi mihahu ndo nilifepesa ndakala za kopa sikoperi kwa vile mwanangu mimi anda shoma tatamu igome ni nalamike mwalimu kwanza nalamike mtware nirekodisha nyumba yakwa kwe kwanza anielewe nenda dukani nikakope unga halafu msharo kiza ni elfu mwenga na magana mane interest za kutoni marika

Bani ino kazi fune henda sino falazimishwa ama hunaenda kazi ya community husaidiye anaimaaoshuru uno mshahara wehu mbona kahusaidia na kala vinda kala vino o mimi nani moni ya sai zazi zaenda kazi ya kaunti ya, ya miaka kumi na miri nikibarua, nakatwa mshahara bima ya afya, mimi ninakatwa NSSF. Nikaenda hadi return hiyo hata wa huduma center na ngwa bosi wako kadhariha, ina pesa yangu ndio ipata ze ndio ishi zehera manatsi wa Kilifi kaunti mtu mino, mbona naona nadhulumiwa ama na nani? Mimi nikara uno taratibu ya uongozi uno Kilifi kaunti ni kudhulumiana ama ni kukutenga sana haki na kala haki yao, mbona na kayonekana ka na. Mbona nateseka. Na zapiga kura yangu mimi nikimaga fana yangu ni yuyu. Zapiga kura nikimisha Mungu ungenibaya. Zapiga kura nikimisha MCA. Zapiga kura nikimisha women rep. Mwenye naenda kazi ya serikali, taba hamana wabiashara anafaidika. Dayi wa hamana sayi dika funa tekwa takukuma mwenifendako, kwa sababu ya kukala funa niwa hauna kitu

Ile nyumba ambayo ninaishi ni ya kukodisha, ino miezi mihahu mihahu, unatarajia mwanangu atapata nafasi mbiza kwenda shule kama dza wehere mzazi maana we mwana wana shoma na nashoma tototo mino wangu kaenda skuli kila kukicha nina mbola nina ndahi kazi ukimbola kazi niko ya harabu hata anatoa ngine matumika machenda bwana. Kama na benefit yose aikwendanayo kabisa mtu kama zaye mtuwa navivikala kama mtapata suluhisho machoro kafunda ngira kazini machoro kafunda ngira kazini